Top priority hisa. Kwa nini hisa? Ukiwekeza kwenye hisa, umewekeza kwenye biashara. Yale makampuni yanatengeneza faida kubwa sana, TBL TCC, it's not a joke. Nandewa na ndio wanaochangia kodi kubwa nchini Tanzania. Ukiwekeza kule, uwezekano wa wewe kupata faida mbili ni mkubwa. Kadiri unavyokuwa mtu mzima, bei ya hisa inavyopanda, thamani yako ya pesa inaongezeka. Kwa mfano, ulinunua CRDB shilingi mia mbili, mimi nilinua shilingi mia Leo ilikuwa elfu moja, mia moja imekuwa mara kumi na moja mara kumi na moja, maanake milioni moja ni milioni kumi na moja. Sehemu ya pili ya kijana huweka kwenye mifuko ya uwekezaji wa pamoja, hasa UTT. Sababu ni ile ile kama nilivyokuambia mwanzoni uwezekano wa biashara kufanya vizuri na kuongeza faida na thamani ya pesa yako ni mkubwa kuliko kiweka mahali ambapo hapakuwa. Kwa hiyo ule ujana unakupa advantage. Januari Desemba uko pale pale, sana sana umepigwa makato ila imepungua. Kama kijana, kuweka pesa nyingi kwenye hisa kwanza